Hello eh, uh, wana KHP na tumayo mko salama, na mimi niko poa uh, leo ni siku ingine poa kama vile unaona. Pole, sijaweza kubeba, uh, selfie stick yangu <laughs> ndio maana vile natembea sioni kama nitakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kukupea video uh, nikiwa ninaenda hivi, lakini hii ni habari muhimu sana ambayo lazima nikufikishie na ndio maana lazima niweze kuifanya. Najua kamera yangu ina shake sababu natembea. Ni habari ambayo nimepata saa hizi ambayo inakuhusu wewe ambaye unahitaji kukuja Canada. Na ikiwa una haja ya kuja Canada basi hii habari ni muhimu sana kwako. Na ikiwa we ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe, itakuwa furaha kubwa sana kwetu. Na ikiwa kwa kweli unahitaji kuja Canada basi kuna kikundi yetu ya WhatsApp hapo uh, chini ya video hii ama kwa description hapa chini unaweza ukaangalia kuna link ambayo itakusaidia moja kwa moja kuingia uh, ama kujiunga kwenye kikundi yetu ya WhatsApp ukiklik, utajipata uko hapo ndani. Jambo lingine ni kwa wale ambao kwa kweli wanahitaj uh, wanahitaji ku, kukuja Canada kuna hizo, hizo link lin. What I wanted to say is uh, kwa wale ambao wanahitaji kwa kweli kuja Canada, kila Saturday tunakuaga live mida ya saa mbili ikiwa ni masaa ya East Africa, uh, kuweza kuzungumzia hayo maswala na kuweza kujibu baadhi ya maswali uh, ambao ni maswali muhimu kwa wale ambao wanahitaji kukuja Canada. Unajua, ukiwa unahitaji kuenda uh, pahali, ni vizuri uweze kujua hiyo sehemu ambayo unaenda na uweze kujua vitu mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikawa msaada kwako. Najua uh, tofauti na hayo, kuna maswali tu mengi ambao unaweza ukawa nayo ambao huwa unajiuliza sana, haswa kuhusu uh, nchi ya Canada, mahali ambapo saa zingine wewe unapendelea kukuja, na inaweza kuwa sio Canada, pengine ni Amerika ama ni nchi nyingine tu yoyote ile ambao inaweza ikawa msaada kwako. Basi sisi tunajitahidi kuweza kujibu baadhi ya hayo, na tofauti na sisi, ni vizuri tu uweze kuwa na information ya mahali pengine ambapo unataka kuenda. So ikiwa wewe ni mmoja uweze kunisikiliza vizuri Canada. Uh, ni moja kati ya nchi ambayo inahitaji watu kama vile wanavyojua, na tofauti na hayo, kama vile nimesema hapo mwanzo, ni vizuri sana uweze kuwa na information kuhusu pahali ambapo, uh, unatakiwa ku, kuenda ama pahali ambapo huwa unafikiria sana kuweza kuenda kufanya kazi, kuweza kuenda kuishi ama kwa sababu yoyote ile ni vizuri sana uweze kuweka kwa akili ya kwamba unahitaji kuwa na habari zile muhimu kuhusu hiyo sehemu. Usipange tu ya kwamba nakuaga na, na ndoto ya kuenda Canada, nafikiriaga kwenda Canada, lakini haujui hata Canada kwenyewe kunakaa aje, haujui unahitaji nini na nini kusudi uandae safari yako hmm? Unaweza ukawa unapanga safari Unaweza ukawa ku... ya Sab... na ndoto ya kuweza kuja kuishi Canada ama kwenda nje ya nchi yako kwa ajili ya kutafuta maisha, sana sana kutafuta maisha, sababu hiyo ndio kitu ambao inasababisha wengi tunatoka nchi zetu na kwenda kujaribu, pengine sana sana kutafuta maisha. Ikiwa pia wewe unafikiria kwenda kutafuta maisha nje ya nchi fulani, ni vizuri uweze kuwa na habari kamili kuhusu uh, vitu ambazo unahitaji kuwa nazo. Okay, kuna wale ambao wanaweza wakakosa kukuambia ukweli lakini kuna zile vitu ambazo lazima kwanza uwe nazo. Tofauti na kuwa pengine unaweza ukadanganywa na agent fulani. Tofauti ya kuwa pengine unaweza ukahitaji unaweza uh, ukatumia njia fulani ambao ama wakuambia kuhusu njia fulani ambayo haitakuwa sawa. Kitu muhimu sana. Ni wewe kujua tu kwanza nahitaji kuwa na sema kwa mfano passport, nahitaji uh, kujua ya kwamba processes zinaendaga hivi. Ni jambo la muhimu sana anyway. Hizo ni baadhi ya vitu ambazo mara nyingi huwa tunagusia uh, kwenye channel hii mara nyingi huwa tunagusia kwenye channel hii na kwenye kikundi yetu ya WhatsApp Uh, tofauti na mimi mwenyewe kuna wengi ambao wanaelewa kuhusu nchi mbalimbali, sababu mimi naweza nikawa na uzoefu zaidi kuhusu nchi ya Canada na kidogo sana kuhusu nchi ya Amerika, lakini sana sana Canada, na kuna wengi hapo ambao wanafahamu kuhusu kama Dubai, kuhusu kama Qatar, kuhusu UK na nchi zingine mbalimbali mbali ambazo Eh, wengi wetu huwa wanaweza kuenda kwa ajili ya kutafuta sababu, sana sana eh, ndani ya nchi hizo tunakuja, ndani ya nchi hizi tunakuja kutafuta. Ni vizuri uweze kujitahidi uwe na information ya kutosha kutoka kwa watu wawili ama watatu kuhusu vitu ambazo wewe unavyovihitaji, kusudi siku moja fursa ikitokea uweze ee, kusafiri ndani ya nchi hizo. Kwa hiyo kama wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe kusudi usiwe unapitwa wakati wowote kuna jambo njema ama kitu mpya ambao tunaongelea mahali hapa na kuweza kukuwa notified wakati wowote tuko live. Kama vile nimeweza kuambia kila Saturday eh, ee, mida ya saa mbili ikiwa ni masaa ya East Africa tuwa tuko live kwa ajili ya kuweza kujibu baadhi ya maswali na kuongozana uh, kwa kadri tuwezavyo kwa ajili ya kulishughulikia hili jambo. Anyway, habari njema ambayo nilikuwa nasema ni gani? Kanada inakuhitaji ikiwa unajua kuongea Kifaransa. Sijui kama unanisikia vizuri na najua uh, wengi wataanza kujiuliza sasa sisi ambao hatujui Kifaransa tunafanyaje? Ndio maana nasema unisikize vizuri, na ukipendelea unaweza uka click link hii kujiunga na kikundi yetu, inaweza ikawa msaada kubwa kwako. Si kushurutisha kufanya hivyo, lakini ukiona ya kwamba eh, uko na haja kabisa ya kukuja ndani ya baadhi ya nchi nilizozitaja hapo, eh, Canada ikiwa on top, unaweza ukajaribu kuingia kikundi hiki, pengine inaweza ikawa pia msaada kwako na Canada inahitaji watu na sio tu sehemu ambao wanaongea Kifaransa, na hizo sehemu ambazo Kifaransa kinaongelewa wanaongea pia Kizungu, ijapokuwa ni kidogo sana. So inaweza ikawa vizuri kwa yoyote ule ambaye pengine yako na haja ya ya kuweza kukuja Canada kama utakuwa unajua Kifaransa hata kama ni kidogo sana na kama utakuwa unajua English hata kama ni kidogo sana unaweza ujitahidi na kujaribu kuweza kuapply. Kuna mpango ambao unaendelea saa hii. Hizo sehemu ambazo wanaongea Kifaransa sana sana, sana na zile rural community ama maeneo ambazo eh, sio mjini sana na sana sana hizo maeneo sehemu zenyewe nyingi sana ni zile ambazo wanaongea Kifaransa. Wakati watu wengi wa wanakuja Canada wengi wanapendelea eh, kuenda kuishi ndani ya zile town ambazo ni kubwa kubwa, na zile sehemu nyingi ambazo eh, zinaweza zikawa za nyuma kidogo ama rural communities. Sijui niseme ushago lakini sio ushago vile. Nasema village sio village vile. Eh, Waganda wanasema charo lakini sio charo vile, ni sehemu tu ambapo pako sawa. Nadhani nitafanya video ya kuwaonesha sehemu mbalimbali ambazo, uh, zinaweza zikawa zinahitaji watu na zenyewe, sababu wengi wakisikia mashambani, wakisikia sehemu ambazo ziko nyuma sana wanaofia hata kuweza kujaribu kuapply hizo uh, njia. Lakini ikiwa unahitaji kukuja nje ya nchi yako ama kuenda uh, ndani ya nchi fulani kwa ajili ya kufanya kazi, nadhani kitu muhimu sana ambayo tunatakiwa kuzingatia, kitu ya kwanza ni tusichague mahali ambapo tunaenda. Uh, inaweza ikawa ni nchi fulani ambayo inakuja kwa akili yako na hiyo nchi imejitokeza, ama inaweza ikawa ni nchi ambao haiko mbali sana na ile ambao wewe huwa unaweka kwa akili. Bado inaweza kukusaidia, sababu ukiwa karibu ama ukikaribia inaweza ikawa mlango mzuri sana ya wewe kuingia, ya wewe kuweza kuingia ndani ya nchi unayohitaji. Sababu, ukiwa naweza nikasema kwa mfano Afrika unapata kuna vitu nyingi ambayo inakuwa ni kama haisongi, na kuna masharti mbalimbali mbali na ugumu fulani fulani ambao huwa zinajitokeza, ijapokuwa uh, unahitaji kuenda kutoka Afrika na kuenda ndani ya nchi fulani kwa ajili ya kutembea, kwa ajili ya kufanya kazi, kwa ajili ya kuishi vigezo na masharti zinakuwa nyingi sana kuliko zile ambazo mtu wa kawaida huwa anapewa, naona na tuki, tukiishi kwa hali hayo kidogo, inakuwa ni kama tunaonelewa ni kama hatutendewe haki, lakini hatuna chetu, ndio maana ikitokea ikitokea uweze kupata fursa ama nafasi ya kuweza kuenda ndani ya nchi nyingine ambayo itakuwa ama bara lingine ambalo litakuwa kidogo nje ya Afrika, inaweza ikawa e, fursa kubwa sana kwako kwa kuweza kujiandaa kuingia ndani ya nchi ambayo pengine unaweza ukawa unatarajia kuingia. Niseme kwa mfano, unataka kuitisha viza ya kuja kufanya kazi Canada huwa wanaangalia pia uko wapi. oh, huyu jamaa kwa Afrika, so unapata, ndio unaweza ukakubaliwa na utakuja kufanya kazi, lakini kunakuwa na ugumu fulani na mara nyingi inakuwa inafanywa kama kibahati, ijapokuwa ni jambo ambalo linatakiwa kuwa la haki na ukiitisha uweze kupata, kama vile nchi zingine zikiitisha huwa zinapata bila usumbufu lakini kuna usumbufu fulani ambao unakuwa pale, na baadhi ya habari ama information ambazo unaweza ukazitoa, wakati mwingine unaweza ukaambiwa ni uongo. Yani wanaweka uchunguzi ambao ni zaidi ya vile huwa hufanyika wakati watu wa mataifa zingine huwa wanaitisha. Kwa hiyo opportunity ama mlango ikijitokeza ya wewe kutoka kwanza Afrika na kuingia ndani ya nchi nyingine unaweza ukawa na nchi fulani ambao unasemaga... <coughs> sorry, ambao pia wewe unasemaga, mimi target yangu ni nchi fulani, napenda kwa kweli niende kufanya kazi ndani ya nchi fulani, ama nafikiriaga ku settle ama kwenda kuishi ndani ya nchi fulani. Sasa opportunity ikikuja ya nchi yoyote ambao wewe hata hauipendi, lakini inakuruhusu wewe kuweza kutoka Afrika na kukaa na kuenda nje, hiyo ndugu yangu ni vizuri uweze kuichangamkia sababu inaweza ikawa mlango kubwa sana kwako. Unajua ukiapply kukuja kwa mfano kama ndani ya nchi ya Canada na wewe mwenyewe unatoka tuseme kwa mfano Dubai. Ama, uh, sehemu nyingine tu yoyote inaweza kawa ni China, inaweza kawa ni India, utakuwa na urahisi. Mnaweza mkaapply pamoja na mtu ambaye kwa Afrika na nyinyi wote pengine ni wa familia moja, nyinyi wote mna kipato kimoja lakini upate wewe ambaye uko Afrika unakuwa na usumbufu kidogo kuliko uh, ule ambaye anaweza kuwa ako Dubai, anaweza kuwa ako China, anaweza kuwa ako India, anaweza kuwa ako UK. Treni inapiga kelele, sijui kama mnasikia pia hiyo kelele, sababu maiki yangu wakati mwingine huwa ina filter, lakini mimi ndio naisikia ya yeah, nadhani imepita mahali ambapo kelele ilikuwa ni nyingi sana ndio. Hiyo ndugu yangu, lazima uweze kuchangamkia fursa hizo ambazo huwa zinajitokeza. Na kwa wote ambao wanajaribu kuapply kazi na kukuja Canada sana, sana sana, ushauri wangu ni ujaribu sana kadiri utakavyoweza kutafuta maeneo ambao unajua hii sio town kubwa. Hiyo ni siri sasa ambao ninawapea maeneo ambayo unaona hii sio tauni kubwa, jaribu hapo na ikiwezekana, jaribu sana maeneo ya Quebec, jaribu sana maeneo ya Quebec. Quebec ni moja ya province ambazo wanaongea Kifaransa sana kuliko uh, kizungu ama kuliko English lakini huko pia ndio kuna fursa nyingi sana. Kwa nini wengi ambao wanaenda hizo kwa hizo province? Sababu ni province ambayo inachukua watu wengi sana sana kama wakimbizi na watu kutoka maeneo mbalimbali. Ina urahisi wa kuweza kuingia Canada, lakini wengi wanaikimbia sababu ya lugha ambayo ni Kifaransa. Sasa unaweza ukaitumia kama njia ya kukuingiza, ukishafika utaamua vingine. Lakini kitu muhimu sana iwe tu aa, kama mlango kwanza ya wewe kuweza kuingia hapa Canada na itakuwa nafasi mzuri ya wewe kuweza kuamua vingine wakati utakuwa umeweza kuingia. Ndio maana kama unahitaji kukuja Canada na unaendelea kufanya utafiti basi jaribu hiyo moja ambayo ninakuambia ufanye pia uchunguzi. Alafu baadaye utaniambia. Najua hiyo eh, inaweza ikawa, <laughs> inaweza ikawa. Uh, nafasi mzuri sana ya wewe kuweza kuingia Canada. So mimi ni wako King Prayer, ikiwa wee ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe na pia ikiwa unahitaji fursa nyingi zaidi za, za kuweza kuja Canada, ni vizuri uweze kuwa ukitufuata kila Saturday masaa ya saa mbili Uh, usiku ikiwa ni East African time, wakati huwa tunazungumzia fursa nyingi na njia nyingi sana na kujibu baadhi ya maswali ambayo unaweza ukawa unajiuliza haya mara kwa mara kuhusu uh, kukuja ndani ya nchi hii. Na ukihitaji kujiunga na kikundi yetu, link iko hapo kwenye description yako, ukibonyeza link hiyo moja kwa moja utajipata kwenye kikundi, na kama bado wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe.